Nguvu ya damu ya Yesu ndiyo kichwa chetu cha semina katika siku hizi tatu. Nguvu ya damu ya Yesu, katika semina hii tutakuwa na maandiko mengi mengi sana, na kadri siku zinavyoendelea tutaongeza maandiko tutaongeza maandiko. Lakini leo tunapokwenda kuanza na semina hii ya nguvu ya damu ya Yesu, kwa kuwa tuna siku kadhaa, tutakuwa tunaangalia posheni dogo vidogo na mwishoni, tukijumlisha tunakuwa tumepata kitu kamili. Leo katika ujumbe huu wa nguvu ya damu ya Yesu, nataka nizungumze maeneo mawizi. Eneo la kwanza, mambo ya kwanza ya kujifunza kuhusu damu. Mambo ya kwanza ya kujifunza kuhusu damu, nitasema matano, alafu nitazungumza na eneo la pili, nguvu ya damu katika gano la kale, ndio eneo la pili. Eneo la kwanza, mambo ya kwanza ya kujifunza kuhusu damu nazungumza matano. La kwanza, damu ya kwanza kumwagwa ilikuwa ni damu ya mnyama. Matayo tatu mstari wa ishirini na moja. Damu ya kwanza kumwagwa haikuwa ya mtu, ilikuwa ya nini? Ya mnyama, ya mnyama. Mwanzo tatu mstari wa ishirini moja unasema Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Jamani amini, huu ndio mstari pengine pekee hauweki wazi kuhusu damu, lakini kwa akili na ufahamu wako unaelewa, unaweza ukapata ngozi bila kuchinjwa mnyama? Inawezekana, you know eh? Kama Biblia inasema Mungu akawafanyia mavazi ya ngozi Adamu na Hawa, maana yake ni kwamba alichinjwa mnyama. Kwa hiyo damu ya kwanza kumwagika ilikuwa ni ya mnyama na damu ya kwanza kumwagika haikumwagika kwa ajili ya kitoweo. Mkumbuke somo ni nguvu ya damu, sawa? Damu ya kwanza kumwagika haikumwagika kwa ajili ya nini? ya kitoweo. Na ngoja ni kuonyesha jinsi unavyosomaga somaga bibilia haraka, nikueleze eh, vitu ambavyo pengine hujavijua hata kama unasoma bibilia kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mpaka Adamu ameumbwa, hakuna mahali Adamu amekula amekula nyama. Unaelewa hiyo? sura ya tatu ya nne ya tano ya sita mpaka ya saba Adamu alikuwa jala mnyama? Unanielewa? Unaelewa hiyo? Mnaelewa? Nyama imeruhusiwa kuliwa sura ya ngapi? Kama unyosha mkono tu tu mkono nikufundishe. Ame, nyama imeruhusiwa kuliwa sura ya ngapi? Ne? Nyama imeruhusiwa kuliwa baada ya nuhu kutoka kwenye gharika, ndiyo Mungu anawaambia, kama nilivyowapa hivyo kwa chakula chenu na hivi iwe chakula chenu. Kwa hiyo huku nyuma hakuna mnyama alimwagwa damu yake mnyama, ambaye alikufa kwa mara ya kwanza na damu ikamwagika, ni huruma za Mungu za kuficha aibu ya Adamu na Hawa. Mungu aliumba wanyama, lakini ilikuwa ni vizuri kuendelea kuwaona, lakini riski ya kwanza ya mnyama wa kwanza anamwaga damu, huruma za Mungu za kujibu mahangaiko ya Adam na Hawa wanachukua mavazi ya majani wanajivika, ili wafiche aibu yao, haifichiki. Likipiga jua yanakauka, yakikauka wanaona wamebaki vile vile. Huruma ya Mungu kwamba hao watu tayari, dhambi imewafanya wasikie aibu. Ninakava vipi aibu yao? Na aibu ni kitu kibaya sana. Kama unabisha, tukuvue nguo, uende mpaka sikoajomoke tu hapo, rudi. Nani bingwa aje hapo jasiri kabisa. Hata kama wewe mwana vichekesho, njoo tukuvue nguo hapo, uende mpaka kwa njomoke hapo barabarani, urudi hapo. Unasema mbona hapo tu, au mbona ni viganja vya mikono? Nitafanya hivi sasa, sio utaweka kingine mbele kingine nyuma, na wamama kingine kwenye kifua. Usifanye mchezo na kitu kinaitwa aibu. Adamu alikuwa na mahangaiko makubwa na Hawa, na ghafla wamejikuta kwamba kumbe hatuna nguo Kumbe ni kituko, wanaanza kukimbia kufichama aibu ile. Sielewi alikuwa naonea aibu nini, sielewi. Lakini nimewahi kuambia watu wengine ya kwamba kuzaliwa kwa Adam, eh, kuzaliwa kwa Habili na Kaini hakumaanishi ya kwamba Adam na Hawa walikuwa hawana watoto wengine ndio maana ukienda huko mbele unakuta watoto wengine, watu wengine wapo, na miji inajengwa. Na Kaini anasema mimi watu wataniua, si ndio? Unauliza, wangemua wakina nani, wakati yuko yeye na Habili tu na Habili ameisha kufa? Kulikuwa na watu. Biblia inaongea tu story fulani, kama mpiga picha anayeelekeza kamera yake sehemu, alafu anaona kuna watu wanabomoa jengo kule Alafu anarudi anakuta kuna watu wengine wako kwenye ibada, alafu kuna anarudi anakuta watu wengine wako kwenye kikao, alafu anarudi tena kwenye eneo lile lile. Kwa hiyo anatuangazia sehemu, jinsi dhambi ilivyoingia, lakini ameacha masuala ya watoto. Baadaye anakuja kutueleza jinsi watu wawili walipotoa sadaka, mmoja nzuri, mwingine mbaya, lakini vitu vingine ambavyo vilikuwa havina msingi kuvieleza vilivyokuwa vinaendelea ameviacha. Lakini nataka kujiongeza tu na wewe nikuulize. Hivi Adam alikuwa anamuonea aibu mke wake na hawa alikuwa anamuonea aibu mme wake, si ndio? Wewe unaofikiri walikuwa wanaoneana aibu wao kwa wao? walikuwa wanaonea aibu miti? hauoni akili na kuambia kulikuwa na watu walikuwa wanaonea aibu wanyama. Ninyi mnayofuga ng'ombe ikianguka Pengine umeenda na kamua ng'ombe na kitenge tukikidondoka mbele ya wanyama unaanza kusema wewe ng'ombe wewe we, funika macho. Inawezekana? Kulikuwa na aibu kubwa. Mungu anamuuliza, mko wapi? Anasema tumejificha. Tunaona aibu tuko uchi. Na tunaweza kuuliza, wangeweza kumwonea aibu Mungu? Hivi ukiomba una nguo, unasema eh, nimesahau nguo, Mungu malaika, msamani nikavae nguo. Hamna. Wenda kulikuwa kuna watu wanaishi nyakati hizo. Mungu akaona hawa watu watahangaika hivi. Kwa namna ipi, kwa kiasi gani watahangaika hivi, hatuelewi. Tunasema uenda na kibibilia, maneno ambayo sio dhambi. Ukisema uenda, unaruhusiwa Mnyama wa kwanza akachinjwa kwa ajili ya kuficha aibu. Nataka nikuambie wiki hii, Yesu zaidi ya mnyama amechinjwa kuficha aibu yako. Yale mambo ambayo unaona na kuaibisha yanakufanya wewe mtu fulani usiye na heshima, damu ya Yesu ipo imemwagika kama kifuniko chako. Yale mambo unayosema watu nitawaambieje, uananioneje, unajua aibu. Aibu sio kukosa nguo tu, kuna mambo mengi aibu. Kuna mengine aibu mwanaume, unamuonea aibu hata mke wako, hivi mimi kwenye familia inaonekana nje. kuna mengine mwanamke, unamuonea aibu hata mume wako, mume wangu ananioneche? Unaonea aibu ndugu za kuanza, nioneche mchango ule niliwaambia, kuna sababu hizi na hizi, sikuchangia mchango ule. Kila wakati unaandamwa na, na mambo ya aibu hii wiki ya Pasaka itukumbushe damu ya kwanza iliyomwagika, ni ya mnyama na sio kitoweo, kufunika aibu. Uliwatangazia watu ya kwamba nakwenda sehemu fulani kufanya jambo moja mbili tatu, lile uliotaka kufanya limeshindikana, mambo yanaendelea ya kuwa vibaya, unaanza kuona aibu. Siku moja niliwahi kuja na mzigo Dar es Salaam, nilipiga shoti mpaka sikutamani kurudi kijijini, nilitamani niwe mwenyeji wa Manzese. Sasa na mjini bila hela utaishije? yako mambo ni ya aibu. Umechumbiwa umeachwa, ni aibu. Umechumbiwa mchumba mekataa, ni aibu. Mungu alichukua mnyama yeye mwenyewe akamchinja, akachukua ngozi, akamfunika Adam na Hawa kuficha aibu ile. Huyo Mungu wa huruma yuko hapa, huyo Mungu wa huruma yuko hapa, huyo Mungu wa huruma yuko hapa madhali tutamwita. Utamwambia, Bwana, najiona niko uchi. Maana wale walijieleza wazi. Mungu hawashughuliki na watu ambao hawajiweki wazi, hali wanaoisikia, iweke wazi, timwambie Mungu, najiona niko uchi, umekula matunda. Alasema ndio, takueleza tu kimtindo yameliweje. Mnanielewa watu wangu? Hiyo ni jambo la kwanza la kujua, la mambo katika mambo ya kwanza kwanza ya kujua kuhusu damu. Namba mbili, damu inaongea, huwezi kuinyamazisha. nne kumi inasema hivi, Mwanzo nne kumi, Mwanzo nne kumi, Mwanzo nne mstari wa kumi, Mwanzo sura ya nne mstari wa kumi inasema akasema, umefanya nini? sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Damu inaongea. Siwezi kukupeleka kwenye agano jipya leo kwa sababu tutaenda, lakini nataka nikugusie tu ile damu ambayo imemwaga imemwagwa na Yesu Kristo msalabani kwa ajili yetu, inaongea. Agano Jipya inaitwa damu inenayo jirani yako iko damu inayonena mema, damu inayoongea ya kwamba huyu na huyu anahitaji msaada huu na huu. huyu na huyu hui anahitaji msaada huu na huu. huwezi kumwaga damu ya mtu alafu ikanyamaza. Damu inaongea, damu ya Yesu inaongea, haikumwagika bule kama ya kina Habili. Inaongea ya Yesu ni zaidi, inanena mema kwa wale ambao wanataka mema, inanena, hainyamazi kimya hiyo ndio nguvu ya damu ya Yesu jamani, amina. Tatu, damu inaweza kusababisha laana kwa upande mmoja na baraka kwa upande mwingine. Damu inaweza kusababisha laana kwa upande mmoja na baraka kwa upande mwingine. Yaani hii hii damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, inapofanyika baraka kwa ajili ya wanayemkubali, inafanyika laana kwa maadui. Jamani, amina. Inafanyika laana kwenini? Kwa nini kwa maadui eh? Kwa hiyo damu ni ajabu sana, inafanya inaweza kufanya vitu viwili hapo. Ikatema mema kwa wanaostahili mema, ikatema mabaya kwa wanaostahili mabaya na hiyo ndio kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyoifanya pale Kalivari. Kwa wanaomwamini ni mema mengi sana yako juu yao, lakini kwa walio kinyume chetu hii damu ni ba, ni zaidi ya kombola, ni zaidi ya silaha za nyuklia, kwao ni zaidi ya bomu la ajabu sana. Hii damu ya Yesu iliyotufunika inanena mema kwetu, lakini kwa walio kinyume chetu wanatuona ni zaidi ya wanga. Jamani, amina amina, watu wa Mungu, andika leo tutasoma andiko moja, mengine tutakuja kuzarudia baadaye. Sura ya nne mstari wa kumi na moja lakini jambo la nne la kulijua kuhusu eh, damu: tangu agano la kale hadi jipya tumekatazwa kula damu. Mwanzo nne tisa. Mwanzo tisa nne tangu agano la kale hadi jipya tumekatazwa kula damu. Mko alama kule kule, inga kulikuwa kuna, kuna, kuna, kuna wanaita wana mawange wa, Wachaga wanaita nini kisusio, kisu, e, mnaita nini e? mchungaji yake ndiyo, mnaita na nyinyi mnaita hivyo kisusio. Mwambie jirani yako usile kisusio. Yeah. na agano jipya sijawapa andiko la agano jipya, lakini nasema msile vitu vilivyosongolewa pamoja na nini na damu. Nadhani kama matendo ya mtume kumi pa, na tano pale, anazungumza wakati baraza la Yerusalemu linakaa kwa ajili ya kujadili mambo yanayotokea huko kwa mataifa na kuwapa msimamo, anasema mwaepushe, muwafundishe wajiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na vilivyosongolewa pamoja na damu, vilivyojifia. Mwambie jirani yako, wewe uruhusiwi kula vitu vilivyojifia. Maana kuna wateule kwa nyama hatari. Mnatuonea tu watu wa Ilinga, mnasema tunakulaga hata kaumbwa, kama damu imemwagika ni halali tu, japo kuwa mimi sijawahi kuona hata babu yangu akila. Lakini kula kitu kilichojifia, majuzi kati nilikuwa natoka Tanga nikanunua jogoo mmoja mkubwa sana pale njia panda ya Tanga na ya Tanga na nini, pale unapaita nini pale, jogoo mkubwa sana kwa huko unaweza kumuuza elfu thelathini na tano, arobaini, lakini kumweka kwenye gari nafika hapa na teremka, ile jogoo si alikosa hewa, amekufa. Mwingine anasema mlete wa, watu wa afya, watu wa mifugo wako hapa, Adela yuko hapa, anaweza kueleza matatizo ya kulaga vitu vivyo jifia sisi hatutaki kula vitu vivyo kufa, pamoja na damu. Na Mungu alikataa, alisema damu lazima imwagike, msile kitu pamoja na nini na damu, jamani, amina. Amen. Eh, lakini jambo lingine la kuelewa, malipo ya damu ni damu, malipo ya damu damu, yaani mtu akimwaga damu malipo yake ni kumwaga damu ndio maana mambo ya damu usiyafanyie mchezo, usiyafanyie mchezo. Na wengi wenu mko hapa, mmetoka kwenye makabila ya makafala, wamemwaga damu za kutosha kwenye koo zenu huko, na nyinyi mnajua. Hata mimi nimetoka kwenye koo za damu. Yale matambiko, zinachinjwa ng'ombe, zinachinjwa kondoo, zinamwagwa damu kwa ajili ya kusemelezea kwa mababu, alafu wewe unakuja hivi hivi, hujawa na kudia kudia, Yesu mzima mzima kama walimwaga damu za mababu, walimwaga damu za matambiko kwa mababu, kinachotakiwa kulipwa ni damu. Na ipo damu ya Yesu, ni zaidi ya damu zile zilizomwagwa kwenye matambiko kule. Kama haumkamati Yesu kisawasawa, na wewe umetoka kwenye makao ya damu, damu, damu, damu, damu, utachemka. Na ndio maana walokole tuko salama, kwa sababu kule kulikuwa na manuizo ya damu, huku tumekuja na damu na damu ile ni tofauti na damu hii. Itaizungumza siku za usoni, kama sio Ijumaa Jumapili, tofauti ya damu zile za kule za agano la kale, na zile za mababu, na zile ambazo hata manabii wengine wanazisema, ukilinganisha na damu ya Yesu, kwa sababu wako watu ambao bado wanazungumzia kuchinja. Sasa wamechemka, wamechochea wame hayo hayajasemwa na Biblia. Iko damu ambayo inazidi damu zingine zote zilizomwagika. Haijalishi zilimwaga damu kiasi gani, na jina lako ukapewa jina gani, na umetoka kwenye koo za kumwaga damu kiasi gani, ukikimbilia ukaja kwa huyu Yesu wa Pasaka ninayemuhubiri habari zake hii, hii damu kiboko ukiz, uk, uk, uk, ukilinganisha na damu zile zingine, jamani, amina na wengine ulimwaga za kwako kwa mwenyewe, una chale kisogoni, una chale kiunoni, una chale kwenye maziwa. Malipo ya damu hayo lazima yafidiwe na damu moja kubwa, damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu. Lakini vinginevyo, kama haujatambua mamlaka hii ya damu ya Yesu, utakuwa kanisani, lakini unakwenda kimzukulezukule kimzukulezu kule, kimzu kule tu, una mambo ya zamani. Nimekuta na wengine wahubiri wa, wa madhabahu waliochoka ambao hawaelewi mamlaka na nguvu ya damu ya Yesu, wanahimiza watu kwenda kutambika, kuongea na watu waliokufa zamani makaburini. Come on, nataka nikwambie, wamefilisika. Yuko mmoja aliye hai yanayeitwa Yesu ambaye alimwaga damu yake hata kufa, siku ya tatu akatoka kaburini. Hauna haja kwenda kwenye kaburi la babu yako wala mama yako tena kwenda kuomba chochote, na ni baraka yako, ni baraka yako iko na mwanaume Yesu tamani. Amina. Ngoja nimalizie sehemu kingine cha pili, hii ya mwisho hii ya mwisho. Nakupa Mwanzo tisa sita Mwanzo sura tisa mstari wa sita Mwanzo sura tisa mstari wa sita utakuta malipo ya damu ni damu. Lakini nimalizie na sehemu ya pili, nguvu ya damu katika agano la kale. Nazieleza nguvu tatu ambazo hizo nguvu hii ambazo zinazo zikajumuisha utendaji wa kazi wa damu wa damu wote wa Agano la Kale. Nguvu ya, ya wadamu, wato, kwanza uharibifu wa kwanza